Msanii wa muda mrefu kutokea 254 nchini Kenya, Prezzo ambaye pia ni mwanaharakati ameweka wazi kuwa atagombea kiti cha urais kwa nchini Kenya kupitia chama chake mwenyewe. Haya ameweka wazi kupitia interview ambayo ameifanya na SPM Buzz, chanzo kikubwa cha habari kwa nchini Kenya. Alipoulizwa kuwa je, bado ana mpango wa kuelekea uchaguzi wa 2027 kugombea ama kuwania urais kwenye taifa hilo la Kenya, Prezzo akasema kwamba ndio hiyo ni mipango yake na tumwombe Mwenyezi Mungu aweze kulikamilisha suala hilo, na kuwa atagombea kupitia chama chake, kwani ni kitu ambacho alikuwa kikifanyia kazi kwa muda mrefu. Sote alimekushukukia kukifanikisha na chama hiki kitapatikana kwenye taifa zima la Kenya ntaari amekusha kujipanga kuanzisha mizizi ya chama husika, na kuwa chama chake kinaitwa Chama Mabadiliko Busara, yaani kifupi cha CMB. Ni moja ya jina lake ambalo amekuwa kijiita Prezzo CMB. So for now, CMB ndicho chama cha msanii huyu Chama Mabadiliko Busara. Ni wasanii wachache ambao tumeona kwa nchini Kenya, amekuwa akitoka kwenye muziki ama kazi zingine za kisanaa na kujihusisha na siasa, na hata kufanikiwa na wengine pia kushindwa, lakini tusubiri kwa hii hatua kubwa ambayo anataka kuipiga Prezzo. Na utafahamu tu katika miaka hivi karibuni, alikuwa akiatayarisha mazingira ya kuingia kwenye siasa moja kwa moja, hasa kwa namna ambavyo alikuwa vutii na baadhi ya mambo ambayo yalikuwa vutina, mbatha, Haya, aliendei sawa taifa hilo la Kenya. So for now, anataka kuwa mmoja wa watu ambao watafanya mabadiliko. Sikia kile ambacho unakisema hapa na ushishe comment yako kila kitu yaani, tunamwachia Mungu, lakini unajua Mungu pia alisema kwamba jisaidie hmm. Ndio atakusaidia. Kwa hiyo mimi nimejisaidia, mimi nilienda nikafungua chama changu mimi mwenyewe. As time goes by, you know, kila mtu atakuja kujua, lakini kitu ambacho naweza kukwambia sahizi ni jina la chama changu, ni Chama Mabadiliko Busara, Chama Mabadiliko Busara Busa. CMB, yeah. Itakuwa pati ambayo itakuwa everywhere mkoani, everywhere. mashinani everywhere. Mwenyewe utakuwa kinara wa, wa kinara, lakini of course niko na washikaji wangu ambao sietu kwamba naifanya peke yangu, lakini samimi ndio mwenye kiti mm. ishara mm. ya chama itakuwa ni ishara ya chama ni nani um, mikono miwili mm-hmm. alafu kuna pingu ambayo hiyo chain imekatika. Naam. Kwa hiyo sasa hiyo ishara ni kwamba kuna pingu yeah. Alafu chain sasa ubi, inajaribu, oh. u, kukatwa. Okay. ambayo inamaanisha kwamba isi kama design majenzi, kwa mfano majenzii wametuonyesha mm. kwamba wao wamevunja nini ukabila mm. majenzii majenzii wamevunja ukabila, unaona, kwa hiyo kwenye maandamano ambayo majenzia walifanya walionyesha kwamba hawakujali mm, kwamba wewe ni Mkikuyu, wewe ni Mkenya mm, wewe ni kabila gani mm -hmm. Unaona, wao walionyesha wali kwamba tu wako na umoja mm. Unaelewa? mm -hmm. Kwa hiyo sasa kwenye kitu kama hichi chama mm, au kwenye, kwenye uchaguzi unaofata no, kutakuwa kuna ukabila for real, ile kusema kweli kwa sababu mtu yoyote ambaye ana miaka 16 sahizi, mm. ba wakati wa kupiga kura ukifika atakuwa tayari kwenye miaka 18 mm. Kwa hiyo sasa Chama Mabadiliko Busara, that's where we come in, you know, every move is calculated. Na unajua kitu kimoja ambacho watu wananishangaza, wa ni ile Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina, maajabu ya ulimwengu na anga,